24 taarifa bila mipaka. Kwa mujibu wa sheria ya kwa mujibu wa sheria hii ya tiba asili na tiba mbada, mganga kabla ya kupeleka tangazo lake katika vyombo vya habari ni lazima kwanza tangazo hili lipitiwe na baraza na kupewa kibali cha kutangaza. Pia taarifa yoyote inayohusu tiba asili na tiba mbada ni lazima ipitishwe na baraza kabla ya umma, sababu ya kutoa kibali ni kuondoa uwezekano wa kuwepo kwa matangazo ya uongo na yasiyofaa taarifa zisiyo za kweli na kuhusisha na kushusha hadhi ya tiba asili na tiba mbadala ieleke kwamba huduma za tiba asili na tiba mbadala zinaguza zaidi maisha ya wananchi na afya za wananchi moja kwa moja na hivyo si vyema zikaacha zikiendeshwa kiholela bila utaratibu wa kisala na maadili. Katika siku za hivi karibuni, kumekuwepo baadhi ya matangazo na vipindi vinavyorushwa katika redio, runinga, magazeti na mitandao ya kijamii kuhusu utoaji wa matibabu, kwa matibabu ya tiba asili na tiba mbadala kinyume cha utaratibu na maadili uliowekwa katika sheria ya tiba asili na tiba mbadala. Baraza la tiba asili na tiba mbadala limekuwa likifuatilia matangazo ya waganga kwenye vyombo vya habari na kubaini uwepo wa matangazo yasiyokuwa na kibali cha baraza. Baadhi ya waganga kuendelea kutoa elimu ya tiba asili na tiba mbadala kwa umma ni nyume la katazo la waziri. Pia pamoja na kutangaza vituo vya kutolea huduma ambavyo havijasajiliwa na baraza, baraza limewaita limewa baadhi ya matabibu walio waliowekwa kwenye tuhuma mbalimbali na kuujiwa na kamati ya maji, na baadaye maamuzi ya baraza kufanyika kwa kuzingatia ukubwa wa makosa yao na ujuaji wa mara kwa mara kwa makosa hayo, baraza inasisitiza kufuata sheria kwa kuwa tutakuwa makini sana, haitakuwa na huruma kwa yeyote aliyesajiliwa atakayevunja sheria, ili kuipa heshima inayostahili huduma ya tiba asili na tiba mbadala, kwani ni huduma ya afya kama ilivyo tiba za kisasa. hivyo wafuatao ambao wamekiuka mito na maji ya tiba asili wamepewa adhabu zifuatazo. Kundi la kwanza wamepewa onyo. Waliopewa onyo ni tabibu Edson Urosigwa wa kituo cha amani Hebo Clinic, tabibu Kastori Nduru wa kituo cha Nduru Hepo Clinic. Na wafuatao wamesimamishwa wame kutoa huduma kwa miezi sita, nao ni tabibu Simon Usigwa wa kituo cha Sigwa Hepo Clinic yeah. tabibu John Rupimu wa kituo yeah. cha Rupimo Sanitary Clinic. Sasa ha wafuatao sasa kundi wafu la tatu hawa wamefutiwa usajili wa tiba asili kama na tiba mbadala: tabibu Fadhili Kapujanja wa kituo cha Father Gate Clinic, tabibu Juma Mwaka wa kituo cha Foreplan Clinic, tabibu Abdala Mandai wa kituo cha Mandai Hebo Clinic. Hawa wote wamefutiwa usajili na baraza. Baraza linawaagiza waratibu wote nchini chini ya waganga wakuu wa mkoa na wilaya wa halmashauri popote vilipo vituo vya waganga waliositishwa au kutoa usajili kuhakikisha kuwa vituo vyao vinasitisha kutoa huduma na kuviondoa kwenye orodha mpaka pale utakapojilisha, vinginevyo aidha. Kutokana na ukiukwaji mkubwa wa sheria unaofanywa na baadhi ya watoa huduma zatiba asili na tiba mbadala, Baraza la Tiba Asili na Tiba Mbadala linaweka utaratibu mzuri wa utoaji wa vibari vya matangazo. Hivi, utoaji wa vibari umesitishwa kwa muda hadi hapo itakapotangazwa vinginevyo. Waganga wote wenye vibari vya kutangaza wavirejeshe mara tu baada ya muda wa kibali cha kutangaza walichopewa kuisha. Baraza tunatangazia waganga wote wenye nia ya kutangaza huduma zao wasiingie mikataba mipya na vyombo vya habari ili kuepuka usumbufu na kupata hasara mpaka hapo watakapojulishwa ni muhimu waganga kuzingatia muda wa kizari chao cha matangazo unapoishia. Baraza linatambua kuwa wateja wake wanajihusisha na shughuli nyingine za tiba asili na tiba mbadala, hivyo haiwazuii wateja kutangaza shughuli zao nyingine. Narudia, haiwazuii kutangaza shughuli zao nyingine, isipokuwa Tabibu yoyote aitakayetangaza au kutoa elimu nyinginezo asihusishe na tiba anayotoa dawa zake au kutumia jina la utabibu katika hayo. Atakapofanya hivyo amejitangaza na kutangaza tiba zake bila kibali, hatua za kisheria zitachukua dhidi yake.